No. kuanduna hmm. Kwanza asili yangu ni ufugaji, lakini loko tukua tukifuga kizamani. Sasa maisha yetu ya mjini haya hakuna shamba la mwogo hapa wa, isipokuwa katika kupata semina tukutana na watu ak wakijieleza kama unaweza ukafuga kisasa kuku wengi kwa nafasi kidogo na bila kumkera hata jirani kwa kweli elimu ikawa imetuingia na tukajaribu kufuga. Hii ni bachi kama ya tatu ya nne, na mambo yanaenda vizuri, basi tumepata interest hiyo, na kwa kweli ni ufugaji wenye tija, na nadhani kila mtu anaona jinsi ilivyo, kweli kabisa. Ah, kwanza maisha kustaafu sio mwisho wa maisha, na si kwamba kwa kwa tumestaafu, basi tunakaa tu hapana. Kwanza hata unapojishughulisha, pia mwili unakaa vizuri. Kwa hiyo tuliona pia kuendeleza kupata angalau kipato ha familia na sisi wenyewe ni vizuri. Tukavutiwa na hawa watu hawa baada ya kutupa madarasa yao na nini, basi tukaona ni rahisi, hebu tujaribu. Tumejaribu, tumeanza, lakini naona kama ni mara kama ya nne ya tano. Sasa tunaleta kuku tunauza, wanakuwa vizuri kwa gharama ndogo na nafasi ndogo nafikiri mzee amemaliza yote hapa. Karibu tena mpenzi mtazamaji wa Rubaba TV, na leo ni siku nyingine pendwa sana, na bado tuko jijini Mwanza Nyegezi, na hapa tumewatembelea wazee wetu ambao hawa wazee wameamua kwa mfano, na wana kitu ambacho nimeona lazima niwaf, niwafate ili tuweze kuwaonyesha watazamaji muweze kujifunza. Licha ya kuwa na umri mkubwa, lakini wanafanya ufugaji na wanafanya ufugaji nyumbani kwao, lakini jinsi ambavyo wanafanya ufugaji ni kisasa na kwa namna ambayo ni rahisi na nafuu, na pengine wewe mpenzi mtazamaji unayotazama hapa, inaweza ikawa ni njia nzuri sana wewe kujifunza na kupata maarifa haya. Nisiwe mzungumzaji mkubwa, nataka leo tuzungumze kwa kina. Nitaongea na mzee lakini pia nitaongea na mama ili waweze kuzungumza kwa kina, waweze kueleza namna ambavyo wameanza kazi na nini ambacho kimewasukuma kuweza kuingia kwenye ufugaji. Mimi ni Imani Rubaba na hii ni Rubaba TV, twende pamoja, waweze kujifunza. Subscribe. Asi jambo, na tunashukuru sana kwa kutukaribisha katika eneo hili. Karibu sana, karibu sana, karibu sana. Kwanza cha kwanza ningependa kuwapongeza kitu ambacho mnafanya, lakini cha pili tungependa ujitambulishe, ili tuweze kufahamu na uambie specifically kwa nini tumekuja hapa kwako. Na mimi naitwa Mzee Hashim Juma, ni mkazi wa hapa Nyegezi, maarufu Nyegezi nye California. Mimi ni retired officer but not tired, kwa sababu maisha inaendelea na tumepata elimu ya ndugu zetu hao wa watu wa Koudijs, zinasa kumshukuru Mwenyezi Mungu, huja hawa mabwana wakatupa elimu ya namna ufugaji wa kisasa kwa kutumia keji ambazo ni very simple, nyepesi mbao za kawaida, ni surprise, lakini katika kujitahidi kuchukua maisha yanaendelea, mtu mzima, tunatumia ndo space ndogo kwa kufuga kuku wengi na wenye tija fursa ya kukutana na watu wa Rubaba kuja kuchukua maelezo, na sisi tuko tayari kujieleza. Kwa kweli, tunafuga kuku aina ya Saso, ni kuku wa nyama, sio broiler. Kuku unaona afya zao ni nzuri. Tumetengeneza keji hizi kwa njia simple kabisa, sio kitu, kila kitu chukue kwa Mchina. Kama unavyoona hapa kuna ngazi tatu, kila ngazi na kuku 100. Ndani ya miezi miwili na nusu unauza nyama, nyama bora ya kisasa chakula kenye chenye quality watuakjazi hawa. Kwa kifupi, hizi nti zamani hazikuwepo, tulikuwa tunafuga katika mazingira ya ki, ya kishamba kwa ujumla, lakini kama unavyoona, ina maana unaweza kufanya kazi very simple, najaza maji kwenye tenki kule, na ukishawalisha chakula, umri wangu na mimi kama unavyoniona na mke wangu, tukafanya shughuli zetu bila kuwa tena na mfanyakazi. Nashukuru sana kwa hayo maelezo. Mzee wangu ningependa kitu kimoja kufahamu. Kipi ambacho kusukuma kuingia kwenye ufugaji wa kuku? Kwa sababu kuna shughuli nyingi, lakini kwa nini baada ya kuritaya ukaamua kuingia kwenye ufugaji wa kuku? Kwanza, asili yangu ni ufugaji lakini loko. Tukua tukifuga kizamani. Sasa maisha yetu ya mjini haya, hakuna shamba la muhogo hapa kwa utalima shamba. Isipokuwa katika kupata seminar, tukutana na watu wakijizo wakijieleza kwamba unaweza ukafuga kisasa huku wengi kwa nafasi kidogo na bila kumkera hata jirani. Sisi tukaona kwa kweli elimu ikawa imetuingia na tukajawivo kufuga. Hii ni bachi kama ya tatu ya nne na mambo yanaenda vizuri, basi interest hiyo. Na kwa kweli ni ufaia wene tija, nadhani kila mtu anaona jinsi ilivyo. Kweli kabisa. Sasa, kwa mtu ambaye anatazama na anatamani pengine na yeye aanze kufanya ufugaji kama huu, kwa upande wa gharama, pengine kuwahudumia au kuanzisha kitu kama hiki, unaweza kumpa picha tu uh, ili mtu awe anafahamu kama anaweza akamudu au labda kuna kitu ambacho ni ni gharama sana. Eh, kwa kweli uki uki compare na keji za kichina vile vile ni ni expensive sana. Kwa kuchu, kwanza kwanza, kitu cha kwanza ufugaji ni kuangalia space ni aina gani, na utengeneza banda namna gani. Kuna mabanda yako tepa hivi kikubwa tu, mwa kinyesi kiende chini, zipate kula chakula kwenye kinyesi. Na ukipiga mahesabu ya keji za kawaida, kutengeneza keji zote hizi haizidi laki tano. Unaona bwana, wakati keji za Kichina almost zaidi ya milioni. Kwa hiyo unakuwa umekuwa gharama kubwa sana. Na, concentrate, kama hii, ukiweka, ukichanganya na, pumba na mahindi matokeo ma, ma utaona, ni hakuna mtu ambaye amechukua kwenye TT akajuta. Kila mtu amepata manufaa a kwa kifupi ni somo, na napenda na, na, na, na kuwaeleza kwa Tanzania, ndugu zangu, haihitaji umri uwe mtu mzima. Una nafasi yako ndogo kiasi gani unaweza ukafunga na ukaitwa mfugaji. Sawa na kama tukiangalia hapa ni mjini kabisa lakini bado mtu unafuga na hujamkela jirani. Eh, yeah, hujamkela jirani. Na ni changamoto zipi hasa ambazo unazipitia labda kwa kidogo mtu aweze eh, awezeu. Watanzania wamepata elimu, nyama nyekundu imeshakuwa na gharama, alafu pili inakuwa na maradhi mengi, watu wanakula white meat. Kwa hiyo soko halina shaka, watu wanakuja hapa hapa kwa Bagen Bay lakini tunashukuru kama watu wa Rubaba wanakuja kutembelea, tunazidi kuonekana kwenye media. Karibuni sana mtu ambaye anatuona hapa, kitu hiki kuko hapa, baada ya miezi tatu mitatu naweza kuja kuchagua kuku hapa na kwenda kupata supu mujarab. Muda wote mtu anapata kuku ambao ni bora. Sawa. <laughs> kwa kumalizia, kabla tujaenda kwenye product, sababu lazima tuweke hapa namba ili mtazamaji aweze kufahamu anapata wapi sasa tunataka tu wewe uzungumze chochote, labda kwa mtu anayetaka kuanza kufanya kazi i mean ufugaji, au kwa chochote kile. Kwa kweli, mtu yote anataka kuanza, asitishike sana, gharama ni ya kawaida sana, mradi kitu cha msingi upate bora, yenye kiwango, yenye quality haibabaishi. Pumba za kawaida unauhitaji, tena kama zamani kutafuta konokono, si samaki anm nasikapombe za kawaida na mahindi unasaga, unachanganya na concentrate hii. Ina kila aina ya protini, ni very cheap. Kwa nafasi kidogo, ufugaji wa kisasa unapiga haiti, unapata kipato kila baada ya miezi miwili, miezi miwili na nusu, unatoa product, unapata chochote, ni kama vile umeajiriwa. Uh, kwanza, maisha kustaafu sio mwisho wa maisha na si kwamba kwa, kwa tumestaafu basi tunakaa tu, hapana. Kwanza hata unapojishughulisha, pia mwili unakaa vizuri. Kwa hiyo tuliona pia kuendeleza kupata angalau kipato cha familia na sisi wenyewe ni vizuri. Tukavutiwa na hawa watu hawa, baada ya kutupa madarasa yao na nini, basi tukaona ni rahisi, hebu tujaribu. Tumejaribu, tumeanza, lakini naona kama ni mara kama ya nne ya tano sasa tunaleta kuku tunauza, wanakuwa vizuri kwa gharama ndogo na nafasi ndogo. Nafikiri mzee amemaliza yote hapa e. Kwa hiyo tumeona tu kwamba kipato kinapatikana kadiri ya ma, ya uwezo wetu, maisha yanaenda, na bado unapata zoezi pia la mwili <laughs> e. Sasa kwa kwanza, labda mtu anataka kuanza, angependa kufahamu nyewe mlivyoanza, mlianza hivi hivi au mlianza kwa udogo zaidi? Aa, sisi tulianza na kuku mia mbili tu Tumeanza na mia mbili tukapanda mia tatu tukapanda mia nne mm -hmm. tuko tunaenda enda sasa. hata mtu ote anaetaka kuanza asiogope, aanze tu wala asiogope, anaweza kuanza hata na mia kama anaona nafasi kidogo inabana, hata mia lakini akiendelea na mia mbili taona tu mwenyewe kadili anavopanda ndipo faida inavokuwa kubwa. Sawa kwa hapa, nyie hizi konsentrati mnazipata wapi na mnazipata vipi? mm -hmm. Zipo, ofisi yao iko nyuma tu hapa nyuma yetu, opposite na Kamanga hospitali hapa, yeah. Kwa mtu kwa Nyegezi anaweza kupata mitaa hii. Anaipata mitaa hii hii California Street nyuma ya Kamanga Hospital. Yeah. Na pengine labda mtu ambaye afahamu wewe kama mfugaji, huwa unachanganya na nini au unafanyeje? Hii na elimu sana au haina elimu sana? Uzuri, mabwana mifugo tunao kila siku, na hata hapo unaponunua unapewa elimu, kuna madaktari hapo wa mifugo. Mimi huwa nikichukua mfuko mmoja huu, nachukua na mahindi gunia moja, kilo mia, nabarazisha, nachukua na kilo mia za pumba, nachanganya awamu ya kwanza, awamu ya pili, naweka chokaa kilo kumi, naweka soya iliyosagwa nachanganya. Chakula kingi, wanakula kuku, wanashiba afya kama unavyoona. mm. Najua pia nyinyi wafugaji huwa mna connection na wenzenu, pengine wenzako ambao watumii hizi concentrate, ukikompare na wao huwa unajionaje na wao wanajionaje? Kwa kweli mimi najiona kama ninanani zaidi kuliko wenzangu. Kwa sababu nilishajaribu kwanza kwa ufugaji ule wa kuchanganya mala, dagaa, konokono nini, baadaye nikajaribu huu, naona huu ni rahisi zaidi. Hauna usumbufu. Kuku wanakuwa vizuri. Yaani huna haja ya kwenda sijui wapi nikatafute konokono, dagaa, mashudu. Ah ah. Yaani ushapata huu mfuko, una kila kitu. Unaongeza pumba na mahindi. Labda nachoka basi. Changamoto huwa hazikosekani kwenye kazi yoyote, lakini si sana za kukata tamaa kwamba mtu aogope. Hapana, huwezi kufanya kazi yoyote bila changamoto, zipo tu. Kwa hiyo changamoto labda magonjwa tu kidogo, lakini kwa hali hii ya keji hizi ambazo tumegundua, hasa kuku huwa wanapata magonjwa kufuatana na kula mavi yao Umegundua wanapokunywa mavi yanashuka chini huku, chakula wanakula huku, maji wanakunywa usinaona hivi vibomba vyeupe hivi. Kwa hiyo hapati nafasi ya kula mavi yake. Unaweza ukamwingiza bandani mwanzo mpaka mwisho, huwa utakachoona labda ni kuwapa vitamini tu, mpaka unatoa unaingiza wengine. Yani hakuna changamoto kubwa za ku... za kuofu sana hapana. Shukuru sana mama angu, kwa kweli umeongea vitu ambavyo vina kwa pengine mtu ambaye anataka kuanza kufuga. Mimi nadhani sina cha kuongeza, wazee wangu hapa na mama wamemaliza kila kitu. Subscribe, lakini pia bofya kengele kuwajulisha wengine zaidi. Asante Rubaba TV.